Habari uh, media influencer uh, jina langu naitwa Helman Jonas uh, ni media influencer kutoka CRC uh, media influencer uh, kazi yetu kubwa tumefanya ushawishi kuhusiana na masuala ya SRHR kupitia uh, social media kama Facebook, WhatsApp, Twitter na kadhalika ambapo kazi yetu kubwa ni kuandaa maudhui ambayo yanatoa elimu lakini vile vile tuna highlight, uh, changamoto ambazo zinawagusa au zinawakumba vijana pamoja na watoto kwenye ku access uh, SRHR services. Uh, kwa hiyo pia watu natoa uh, amenities like recommendations au uh, nini kifanyike au uh, kutoa ushauri uh, aidha kwa serikali au kwa non government organizations, kwa maana nini wanatakiwa uh, kufanya au nini wanaweza kufanya ili kuhakikisha wana, wana, wana, wanaweka wana, wana, mazingira rafiki kwa vijana katika ku access Uh, e sra -se hr uh, e -se services ya yeah, kwa hiyo hiyo ndio kazi kubwa sisi kama uh, digital influencers. Karibuni CRC. Si. Thank you.